Avieta, rusha ndege ushinde wapi? Utatua, uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz. E bana, huu ukiwa ni mwendelezo wa stori za town. Mimi naitwa Nikki Tozi, shout out nyingi sana ziji kwako wewe ambaye unatusupport kila siku kwa kusubscribe hapo chini, umetisha sana lakini, pia kama bado hujasubscribe, Mfanya kusubscribe hapo iliyo kwanza kupata habari zetu zote ambazo asogezea karibu. Nadhani wengi, uh, mnawafahamu hawa wasanii wa kike wa filamu wanne ambao sasa hivi wana kipindi chao kipya cha A-list ambacho hiki wanazungumzia kuhusiana na maisha yao kiujumla ya filamu, familia, nyumbani, watoto na vitu kama hivyo. Sasa leo kwenye uh, moja kitu ambacho amekizungumzia Martin Kadinda aliwauliza swali moja kuwa, uh, ni pesa kiasi gani mliwahi kuhongwa mkashtuka. Eh, em kwanza kabla sijakwambia hiki ambacho amekijibu, nikuulize wewe, ambayo unatazama sasa hivi, uliwahi kuhongwa pesa kiasi gani ambayo alikushtua? em niandikia hapo chini kwenye comment, ni pesa kiasi gani uliwahi kuhongwa na huyo umpendaye, aidha ni mwanamke ama mwanaume, ambayo ilikushtua ukasema aise, huu jamaa kweli ananipenda, huu dada kweli ananipenda huyu niambie hapo chini kwenye comment. Sasa Martin Kadinda alipouliza hilo swali kuwa ni pesa kiasi gani uliwahi kuhongwa ikakushtua, uh, Irene Uwoya alianza kwa kujibu kidhani kama, uh, akawa anasuasua hivi na nini na baadaye akasema kuwa hakuna pesa ambayo aliwahi kuhongwa ikamshtua, you understand yani, Irene Uwoya tangu ameanza kuhongwa ama kupewa pesa aidha na wanaume na marafiki na hapa na pale, anasema kuwa hakuna pesa ambayo yeye aliwahi kuhongwa ikamshtua. mm -hmm. Sasa a alifika mbali zaidi na kusema kuwa ha, kuna sehemu ka hiyo ime, ime, ime, ime ndio imeshikiliwa sana kuwa aliwahi kuongwa hadi milioni mia sita na hakushtuka mm -mm. Hebu imagine aliwahi kuongwa milioni mia sita na hakushtuka. Niambie we, ndugu yangu, umeongwa hapa mtu kakuonga laki tano. Sasa s yani sasaivi umeongwa laki tano hapa haushtuki wewe sasa Irene wewe, anasema aliongwa, aliwahi kuongwa uh, shilingi milioni mia sita za kitanzania na wala haikushtuka, yani alichukulia poa tu, lakini pia nikaona uh, uh, uh, kana, an, an, anamchallenge pale. Uh, ila uliwahi kuongwa milioni tatu ukashtuka ukaambiwa itumia taratibu, so kidizani kama hawa star wanajuana vizuri sana, yani kila mtu hapo anajua siri za mwenzake, ila wanajaribu tu, kuna namna wanafichiana Eh, wanafichiana siri, you understand, lakini kwa hiki ambacho Irene Uwoya amekisema kuwa aliwahi kuongwa shilingi milioni mia sita na kuwahi kushtuka kimewashtua watu wengi kikweli yani, swala ni yeye kuongwa milioni mia sita alafu akushtuka swala so, hilo limewashtua watu, watu wengi yani wewe unaongwa shilingi milioni mia sita na haushtuki hauzimii? Ah, wewe sio mtanzania mwenzetu wewe wakishua chini <laughs> <laughs> kwenye comment. Mimi naitwa Nikki Tozi, jirani yako, usisahau kunifollow lakini pia usisahau kusubscribe to channel yetu ya PM TV 2 kwa sababu hapa ndio sehemu pekee ambayo utakuwa ukipata habari zote za masta wa hapa nyumbani Tanzania na nje mipaka Tanzania. Mpaka baadaye, bye bye.